Yapokuwa amani ipo ila tu na wasiwasi, kutokana ile vurugu ndo <laughs> hivyo. Ila tu namshukuru Mungu kwa uzima, na naomba amani iendelee, kwa sababu ni kitu cha siku moja. Ila mimi wameniacha na maumivu, wameniumiza, ila sina namna, namshukuru Mungu bado nina pumzi na nitapona, nitaendelea na shughuli zangu za kijamii. Shida kubwa zaidi ni ilivyoonekana nimepiga kura eh, ilivyoonekana nimepiga kura, ndio ilikuwa shida kuu. Kwa nini umepiga kura? E, umempigia nani kura? Vurugu yani ilikuwa nini? Ni vurugu na changamoto kubwa ni mimi, baada ya kuniona nina wino wa kupiga kura, kelele tu zikaanza kutokea. E, wanakuja nini ile? Sasa na mimi ni binadamu, lazima nishangae. Ni kitu gani kwenye kushangaa? Ndo ile huyu, e, ana wino e, kapiga kura e, kila mtu sasa wakukamata, wakuvuta, yani kila mtu sasa anataka kufanya cha kwake, yani hivyo, wakunipiga ni yani. Ilikuwa tu ni vurugu ambazo mimi mwenyewe nilishindwa kuelewa, ila shida kubwa alivyoona tu wino na